Utabiri wa nyota ya nge mwaka huu 2026. Awali ya yote, ni kuomba usabuskraibu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mwaka 2026 kwa mwenye nyota ya nge ni mwaka wa mabadiliko makubwa, uwezo wa roho kuamka, nguvu za ndani kuongezeka na siri zilizofichwa kwa muda mrefu kuanza kujitokeza. Nge ni nyota ya watu wenye roho nzito na yenye kusoma tabia, akili ya uchambuzi, nguvu ya kivuli na nuru kwa wakati mmoja, uwezo wa kujifufua baada ya maumivu, roho yenye kuona mbali kuliko wengine. Mwaka 2026 ni mwaka unaokusukuma kujibu swali moja kubwa la hatima: utabaki mahali ulipo au utageuka kuwa toleo jipya la maisha yako? Miaka miwili iliyopita ilikuchosha, ilikuumiza, ilikufanya upambane na watu, mazingira na nafsi ya ndani. Lakini mwaka 2026 hauji kukutesa, unakuja kukukomboa. Ni mwaka wa kufa na kufufuka kiroho, kuondoka kwenye mazingira yanayokufifisha, kuondoa watu wanaokutumia, kuanzisha upya maisha yako, kupata mafanikio ya kazi na fedha, kupona kwenye mapenzi, kujisamehe na kusonga mbele. Kwa Nge, mwaka 2026 si mwaka, ni mlango. Ukivuka mlango huu, hautakuwa mtu yule wa zamani. Tuangazie kwenye mapenzi. Mapenzi ni eneo ambalo Nge ameumia sana miaka iliyopita, lakini mwaka 2026 unakufungulia ukurasa mpya, si wa maumivu, bali wa ukomavu. Ni mwaka ambao upendo unakuja polepole pole, lakini unakuja kwa nguvu kubwa. Mwezi Januari na Machi ni kipindi cha kuachilia na kusafisha moyo. Hiki ni kipindi kigumu kwa mapenzi. Utafanya maamuzi magumu, kama kuachana na uhusiano usiokuwa na faida, kuachilia mtu usiyemwelewa, kukata mawasiliano na aliyechezea hisia zako, kupunguza huruma kupita kiasi, kupunguza kuwaza sana mambo ya nyuma. Ikiwa upo kwenye uhusiano, kuna majadiliano mazito, kuna kudhihirishiana udhaifu, kuna ukweli unaofichuliwa. Wivu unaweza kupanda, lakini ikitokea mkavuka hili, uhusiano unakuwa imara sana. Kwa wale walioko singo, mwezi Januari na Machi, huanza kuona mtu anayevutia roho yako, lakini hujiingizi haraka, huanza taratibu kwa busara. Mwezi Aprili na Agasti ni kipindi cha fedha na mapenzi kuungana. Hiki ni kipindi bora cha mapenzi kwa Nge. Unakuwa mtulivu, unakuwa mpole kuliko kawaida, unaelewa hisia zako unaweka mipaka bila hasira. Unavutia watu wenye nia njema, unavutia watu wenye kuelewa huzuni zako za ndani. Huu ni mwaka mzuri wa uchumba kuanza, uhusiano mpya, kupona majeraha ya zamani, kupandisha kiwango cha mapenzi. Kwa wanaume wange, unakuwa na mvuto wa ajabu mwaka huu 2026. Kwa wanawake wange, unakuwa na nguvu ya ndani ya kuvutia upendo wa kweli. Mwezi Septemba na Disemba hutokea hali ya kuwa na upendo mzito na maamuzi ya maisha. Katika kipindi hiki uhusiano unaimarika, unawaza ndoa, unawaza kupangisha au kununua nyumba, unaweka misingi ya familia. Lakini mwezi Oktoba na Novemba kuna wivu, hasira za kulinda, kutaka uthibitisho. Kudhibiti hisia hizi, mapenzi yako yanakuwa bora kuliko miaka yote mitano iliyopita. Mwaka 2026 ni mwaka wa mapenzi kukupa faraja kisasi cha kimapenzi kilicho cha kiroho, si cha maumivu na uhusiano wenye mizizi. Tuangazie kazi na biashara. Kwenye kazi, Nge ni nyota ya watu wenye nguvu ya ajabu. Wanapenda kazi kwa utulivu, wanapenda ukweli, wanapenda ufanisi na hawapendi kupuuzwa. Mwezi Januari na Aprili utaondoka sehemu yenye giza. Hiki ni kipindi cha kuondoka kwenye kazi inayokuchosha watu wanaokutumia mazingira yenye fitina, majukumu yasiyo na malipo. Utaanza kutafuta kazi yenye uhuru, kazi yenye malipo makubwa, kazi inayohusisha ujuzi wako wa siri, kazi inayohusisha ubunifu. Pia mwezi Mei na Septemba, mafanikio yako ni makubwa. Huu ndio wakati mzuri wa kazi kwa nge. Mwaka 2026 unapewa cheo, mradi, heshima, majukumu mapya, malipo makubwa, fursa za safari za kikazi, fursa ya kuanzisha biashara ikiwa una talent kwenye uchambuzi, afya, spiritual healing, uandishi, content creation, kufanya biashara za bidhaa za nguvu kama vile perfume. Utafanikiwa sana mwezi Oktoba na Disemba ni mabadiliko ya ajira au biashara. Hiki ni kipindi cha kurudisha nguvu. Unaweza kupata kazi mpya, kuanzisha kampuni, kufufua biashara iliyokufa na kupata mteja mkubwa mwaka 2026 unakupa nguvu, cheo, mtaji, heshima na mabadiliko ya kiwango cha juu. Tuangazie upande wa kiafya. Afya ya nge mwaka 2026 ina maeneo manne makuu. Eneo la kwanza ni kiuno, mgongo na shingo. Haya ndiyo maeneo atakayokusumbua mwaka 2026. mafua na neva, maumivu ya mgongo, mabega kuwa mazito na shingo kukaza kutokana na stresi. Eneo la pili ni afya ya akili, tatizo la kufikiria kupita kiasi litaongezeka miezi ya mwanzo. Dalili zinaweza kuwa usingizi hafifu, mawazo ya zamani kujirudia, kuchoka kiakili na kukosa hamu. Sehemu ya tatu ni mfumo wa chakula, tumbo na ini. Kuanzia mwezi Juni na Agasti, kuna uwezekano wa tumbo kujaa gesi, kuumwa upande wa ini na kushindwa kula vizuri. Sehemu ya nne ni mzio na matatizo ya ngozi, hasa mwezi Septemba na Oktoba. Ukidhibiti stresi, mwili wako unakuwa imara. Mwaka 2026 unakuambia pumzika, kimbia, kunywa maji na usiweke roho yako kwenye mzigo wa watu. Tuangazie upande wa kifedha. Mapato yanaongezeka kuanzia mwezi Mei, malengo ya fedha yanafunguka, utapata mkataba unaolipa vizuri, biashara inakuwa fedha za mirathi au ukoo, pesa za fursa za ghafla. Tahadhari, usikopeshe watu mwezi Novemba na Disemba, epuka mikataba bila kuisoma, usiweke zamana. Mwaka 2026 ni mwaka wa kujenga misingi ya utajiri wa miaka ya baadaye. Tuangazie siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha nazo. Tukianza na siku nzuri za bahati ni Jumanne, Ijumaa na Jumamosi. Siku za kujiepusha nazo ni Jumatatu na Alhamisi, usifanye maamuzi makubwa. Tuangazie nyota za kushirikiana nazo na nyota za kuepuka mwaka huu 2026. Tukianza na nyota za kushirikiana nazo na kufanikiwa ni nyota ya mashuke, samaki, kaa na nyota ya mbuzi. Nyota za kuziepuka mwaka huu 2026 ni nyota ya mapacha, simba na nyota ya punda. Tuangazie saa nzuri za bahati na saa za kujiepusha nazo. Tukianza na saa nzuri za bahati ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa 4 na dakika 45 asubuhi, saa sita na dakika arobaini mchana hadi saa nane kamili mchana, saa mbili na dakika ishirini usiku hadi saa tatu na dakika 30 usiku. Tuangazie saa za kuepuka, ni saa kumi na mbili kamili asubuhi hadi saa moja na dakika 30 asubuhi, saa tisa kamili alasiri hadi saa kumi na dakika kumi jioni. Tuangazie mafusho na manukato ya Nge mwaka huu 2026. Nge ni nyota yenye nguvu nzito. Mwaka huu 2026 unahitaji harufu zinazofungua milango ya kiroho. Mafusho mazuri kwa Nge ni udi wa zafarani, udi mweusi, frankincense, mirhi na udi wa King's Aroma. Manukato yanayofaa nge mwaka huu 2026 ni Tom Ford Oud Wood, Dio Savage kwa wanaume, Black Opium kwa wanawake, ambari, miski, tobako, vanila. Harufu hizi zinakupa ulinzi, mvuto, nguvu ya kiakili na utulivu. Tuangazie nambari za bahati na rangi za bahati. Tukianza na rangi ya bahati, ni nyeusi, zambarau, bugundi, dakibluu na zahabu nyeusi. Nambari za bahati ni nane, kumi na tatu, kumi na saba, 22 na arobaini na nne. Tuangazie ndoto za nge mwaka elfu mbili na ishirini na sita na, na maana zake. Ndoto za giza na maji, maana yake unafuta uchawi wa zamani. Ndoto za nyoka, maana yake adui yanafichuliwa. Ndoto za kuruka, maana yake unafunguliwa milango ya mafanikio. Ndoto za moto, maana yake hasira za ndani zinatakasika. Ndoto za kupotea maana yake nafsi inatafuta njia mpya. Tuangazie majanga na changamoto za kujiepusha nazo mwaka huu 2026: ajali ndogo za pikipiki au gari mwezi Februari, kuibiwa kifedha na mtu unayemwamini mchezo wa usaliti kwenye mapenzi mwezi Agasti, ugomvi wa kifamilia mwezi Oktoba, kupoteza vifaa vya kazi au pesa sababu ya uzembe. Ushauri wa mwaka 2026 kwa nge: mwaka 2026 Unakuambia, acha kubeba roho ya watu wengine. Chukua nguvu yako, simama, samehe ili uende mbele. Weka mipaka ya hisia, punguza hasira za ndani, linda pesa zako, acha kurudi kwa watu waliofanya makosa ya jana. Tumia nguvu yako kuponya, siyo kuumiza. Jiamini, maana mwaka 2026 ni mwaka wange kutawala. Na cha mwisho, usiogope mwanga wako. Wengi wanaogopa Nge mwenye nguvu, lakini mwaka huu Dunia yenyewe itakuogopa kwa heshima. Huo ndio utabiri wa nyota ya nge mwaka huu 2026. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, baibai.